Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kutumba alitumbia umauti kisha katumbia uhai. Umauti, kwa nini ametumbia umauti kabla ya kutumbia uhai? Kumbuka uhai uliokuwa nayo hivi sasa. Ufahamu ya kwamba unaishi katika huu uhai kwa muda. Kwa hiyo ametuumbia ni sisi mwanadamu, Mwenyezi Mungu ametuumbia sisi wanadamu umauti ambao kwamba utakuwa umeupitia huo umauti, kisha walhayata ametuandalia uhai mbele baada ya mauti.

ya khodimal jismi, ewe mwenye kuutumikia mwili. kam tashghal khidimati hi, ni mara ngapi unapata tabu kuutumikia mwili na ni kwa vitu vingapi umeutumikia mwili toka umezaliwa mpaka hivi sasa? Ukumbuke kuna kifo kinakungojea umepata, umepata nini hapo katika kutumikia mwili kwa njia ipi? atatulubu ribha hivi unapata faida katika kuutumikia mwili? atatulburib hivi unapata faida? mima fihi khusran, katika kitu ambacho mna ndani yake hasara. fa anta ala ruh anasema mshahiri, elekea juu ya roho, elekea juu ya roho. Wasaki min fadailiha, natafuta ukamilifu wa fadhila za roho yako. Fa anta biruh, wewe ni kwa roho la biljismi, insanu si mwili tu, kuwa roho. Hapana. tazawada min adduniya, fa innaka la tadri, fanya andao katika hii dunia. fa innaka, hakika wewe. la yadri, haufahamu, hautambui ni lini waondoka hautambui na ni mwisho wako utakuwaje? la tadiri, aujui. idha janna lailu, utakapofunika usiku. hal tagishu ila lfajiri, je, utaishi mpaka alfajiri, mpaka subuhi utafika Fanya andao katika dunia, tazawad mina dunia, fanya andao katika dunia, fa innaka e, la tadri, fa innaka la tadri, kwani hakika wewe haujui haujui nini, idha jana lailu, usiku utakapofunika, hal taghishu ila alfajri, je, utaishi paka asubuhi itakufika? Ndio inakuja hadithi na ya mtumeusala inayoelezea kwamba U, Utakapoamka asubuhi usingoje matumaini ya mchana. Mchana utakapokufika usingoje matumaini ya jioni. Jioni utakapokufika usingoje matumaini ya usiku. Ewe mwanadamu, tambua ya kwamba fakamefata Kam min fata amsa wa asbaha dahikan, fakam min fata anasema nani, vijana wangapi Fakam mfata am. Na ni vijana wangapi wamechelea kunijua anasema Fakam mfata, amsa. Nani, vijana wangapi wamechelea kunijua. Amsa. Wa asbaha dhahikan na wanapamba ukiwa hali ya kuwa wakicheka, wanafurahi kwa ghururi za dunia, wamechelea kumpata ku kupata kumtambua. Ala, halafu wanaamka hali ya kuwa wenye furaha kumbe, waqad nusjat akfanuhu wale, hali ya kuwa zimeshonwa sanda zao, wahuwa la yadiri, hali ya kuwa wao hawajui. Wakiamka tu wanafurahi, wana tembea wanakwenda huku na kule, mathahu lghururi kibao kumbe, sanda zao zimeshashonwa, wa huwa la wahua layadari, hali yakuwa hawafahamu, hawajui. Ndugu zangu Waislamu, Wallahu mfana bi qulumi shaykhuna shekhuna. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Penda kutembelea Msaudia TV tupate kujifunza insha Allah. Allahu atujalie miongoni mwa yale aliyowajalia wajawema wema waliotangulia, na namwomba Allahu tabaraka wataala atuweke katika watu wenye takwa na imani ya kumcha Allahu tabaraka wataala. wasallallahu ala saidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wabariki wasalam.